muda huu unakuletea taarifa rasmi kutoka hospitali ya bugando mkoani mwanza nainukuu taarifa kwa umma leo tarehe saba machi elfu mbili na kumi na tisa mnamo saa kumi na moja na nusu alfajiri hospitali ya rufaa ya kanda ya bugando imepokea mwili wa marehemu ephraim kibonde mwenye umri wa miaka 47 mtangazaji wa clouds media Ndugu Kibonde aliugua ghafla akiwa kwenye mazishi ya mkurugenzi wa vipindi wa Klaus Media, alipata matibabu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kagera baadaye, hospitali ya Uhuru jijini Mwanza, na wakati akipelekwa hospitali ya, ya rufaa kanda ya Bugando kwa matibabu zaidi umauti ukamkuta njiani. Tunatoa pole kwa familia, ndugu jamaa wa Ephraim Kibonde, familia ya Klaus Media na Watanzania wote bwana ametoa na bwana ametwaa jina lake liimidiwe imesainiwa na mganga mkuu mkoa wa Mwanza Dr. Thomas Lutachuzibwa mimi ni Pasco Mwakioma na hii ni Ayo TV na millardayo.com